Sote tunafahamu kwamba programu hii inaratibiwa kupitia idara ya afya, ustawi wa jamii na lishe ambako tutapata taarifa za kina na takwimu jinsi ambavyo tumeweza kuwafikia wananchi katika maeneo mbalimbali ili hadi kufikia mwaka 2026 tuweze kutoa taarifa zinazopimika na kupata picha halisi ya mafanikio ya programu hii. Sote tunafahamu kwamba ili mtoto aweze kufikia hatua zote za ukuaji ni lazima alindwe na kulelewa katika mazingira salama na afya bora ili kumwandaa kuwa binadamu bora wa hapo baadaye mwenye uwezo wa kukabiliana na changamoto zote za maisha zitakazokuwa zinamzunguka. Japo baadhi ya jamii huchukulia jambo hili kwa uzito mdogo lakini ndio lenye matokeo makubwa katika kuimarisha uwezo wa binadamu kufanya vizuri kielimu na maisha ya kijamii ikiwemo kuwa na familia bora. Kwa hiyo, makuzi ya awali ya mtoto ni muhimu sana katika kujenga taifa lililo imara. Na sisi ndio wenye dhamana ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanakuwa katika mazingira yaliyo bora. Tumepewa hiyo dhamana, kwa sasa ni vizuri tukaitumia vema ili kuhakikisha kwamba tunatekeleza majukumu yetu kikamilifu, na ili hii programu iweze kuwa na mafanikio, cha kwanza tutaanza na hicho kikao ambacho, mheshimiwa mwenyekiti, tumeelekeza cha kuwaita wote wanaohusiana na huu wakiwepo wakurugenzi, watakuwa wawepo na wenyewe tuwajengee uwezo, wawepo afisa mipango, waganga wakuu wa halmashauri, hapa hawapo, afisa elimu waje tena, waje in person ili tufanye pamoja na wote sasa ambao mko hapa kikao cha pamoja tuwapitishe tena kwenye huu mpango ili muweze kuelewa, kuweza kuwa na matokeo. Lakini kingine, tunahitaji sisi ambao tayari sasa tunaelewa kwa kiasi hicho ambacho tunacho, tuongeze ownership na kujenga teamwork na wenzetu wote hao ambao nimewataja. Hiyo ndo ambacho nakiona kikubwa sana kama changamoto, lakini kingine vingi ameongea sana mwenyekiti hapa, ametoa hadi mifano, yani tunaelewa ni kizazi gani tunakuja kutengeneza hapo mbele, kama ambavyo ameongea sasa sina haja kurudia, naomba nisisitize. Lakini pia kwenye format nimeona tunahitaji kuongeza column ya challenge pale kwenye utekelezaji, ndio kunakwaga na national template. Lakini hata national kuna vitu tunaweza tukaweka additions sisi kama sehemu ya creativity kuongeza ufanisi kazi, lakini kuongeza matokeo kama sisi katika eneo letu la kazi, sio kukalili au copy and paste. yaani kuna vitu tunavipa priority ambavyo havina hata umuhimu wa kuwekwa hiyo priority kiasi hicho kwa tutaongeza format pale ya remarks au challenges ili mtu aseme hii shughuli alikuwa na kwa nini, ili tuweze kutatua na itatusaidia wakati wa kuweka maazimio, lakini pia kuongeza kama ushiriki na maeneo ya usafiri. Usafiri ni kweli kama ambavyo nasema ni kipaumbele tu, kulikuwa na changamoto, hata ma DMO alikuwa anasema hatuendi supervision na hatuendi supervision, changamoto usafiri. Magari yamekuja bado, tena hatuendi supervision na hatuendi supervision, changamoto nini? Yani wanatafuta tena changamoto nini nyingine wakati usafiri magari ameshakuja. Kwa sasa hivi naamia mafuta, unaona, kwa ni ile kujituma na kujiongeza commitment kufanya kazi, ili tuweze kufanikiwa, na hii ni taifa ambalo hata sisi itakuja kuingia huko, muona sisi tutaathirika kwa kiasi kikubwa. Kwa makubwa ambayo tumekuwa tukijadili leo, ni masuala ya malezi mazima eh, kwa watoto susani ambayo wako chini ya miaka saba eh, hadi nane na kuangalia jinsi gani ambavyo tunaweza tukawasaidia katika maeneo ya kwa namna gani wanavyoweza kupata huduma bora za afya, lakini huduma za lishe, lakini jinsi gani ambavyo tunaweza tukawakinga hawa watoto dhidi ya vitendo vya ukatili. Kwa maana ya ulinzi na usalama wa mtoto ni kipaumbele ambacho kimewekwa na serikali, na kama mkoa tunaendelea na utekelezaji, lakini maeneo mengine ni jinsi gani ambavyo tunaboresha mahusiano ya kifamilia, kwa hiyo ni kati ya mtoto pamoja na, na mzazi wake. Tunajua kwamba mzazi ndio mtu ambaye ni wa mapema zaidi au wa karibu zaidi kwa mtoto hususan katika mazingira ambayo ni, ni ya nyumbani, lakini vilevile tumekuwa tukijadili masuala jinsi ni, ni gani watoto hao wamekuwa wakipata huduma bora za lishe kila mahali waliko. Kwa hiyo utekelezaji wa programu huu ni utekelezaji wa maelekezo pia ya Mheshimiwa Rais kupitia programu yake ile ya eh, kizazi chenye usawa, kwa maana Generation Equality Forum ambayo inaendelea katika nchi nzima, lakini tumepanga vilevile vile kuongeza vituo hivi vya kuweza kuwalelea e, watoto kwa maana ya mchana, wakati wazazi wako kwenye shughuli zingine za kijamii au shughuli zingine za uzalishaji mali, kwa maana shughuli za kiuchumi katika maeneo mbalimbali. Kwa vituo hivi vimesaidia sana vimalezi, kwa sababu pia wanapata lishe huko huko, fursa ya kujifunza vitu vidogo vidogo kabla hawajaingia katika elimu ya msingi. Katika siku ya leo tunaona kwamba hizi changamoto ambazo tumezijadili hapa siku ya leo zimefika sehemu sahihi. Maana tumekuwa na viongozi ambao ni viongozi husika kwa ngazi ya mtoto. Kwa hiyo wataenda kuzitekeleza na kuziwasilisha kwa viongozi wa ngazi za chini wanaohusika zaidi sana na makuzi na malezi ya mtoto. Kwa hiyo tunategemea kwamba malezi yatakuwa sio malezi dekezi tena bali yatakuwa ni malezi yanayojenga mtoto tunashirikiana na serikali kwa ukaribu sana kuhakikisha kwamba mtoto anapata malezi na makuzi tangu akiwa mdogo, kwa maana kwamba tunashughulika pia katika kujenga vituo vya malezi, lakini pia kuhakikisha kwamba mtoto anapata lishe ambayo ni sahihi, lakini pia kuhakikisha kwamba baba anashiriki katika malezi na makuzi ya mtoto, kwa sababu kuna kwa jamii yetu tunaona kwamba baba anaiacha hii kazi ya kushiriki katika malezi na makuzi ya mtoto akiamini kwamba ni jukumu la mama, lakini sisi kama Tahea tunashiriki kuielimisha jamii kuitengenezea msingi na kumweka mzazi karibu na mtoto. Hii itakuja kumjenga mtoto hata kwa baadaye.